Nichukue tu nafasi hii za kuwakaribisha sana na kuwashukuru sana kwa kuweza kuitikia wito huu wa kuja kuungana na sisi hapo balozini kuweza kupata kidogo ambacho tumeandaa. Awali ya yote naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa kuendelea kutupa uhai na kutukutanisha hapa siku ya leo katika hafla hii fupi ya futari maalum iliyoandaliwa na ubalozi kwa heshima ya Watanzania waishio hapo Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao ni viongozi wa taasisi na wamiliki wa makampuni mbalimbali. Lengo la hafla hii ni kujumuika pamoja na kubadilishana mawazo katika majukumu yetu na pia kuangalia namna bora ya kushirikiana katika kutekeleza diplomasia ya uchumi kwa manufaa yetu na taifa la Tanzania kwa ujumla. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, serikali inatambua sana mchango na umuhimu wa diaspora katika kuleta maendeleo nchini, hivyo basi imeendelea kuchukua hatua za makusudi katika kuhakikisha kwamba wana diaspora wanawekewa mazingira ya wezeshi ya kuwatambua kisera na kisheria. Utambuzi huo umezingatiwa kwenye rasimu ya, ya, ya, ya sera ya mambo ya nje ambayo iko katika hatua za mwisho. Na katika sera mpya ya mambo ya nje ambayo itakuwa na kipengele maalum cha diaspora, serikali imeanza na mkakati wa kuwawekea hadhi maalum wa Tanzania waishiwe nje ya nchi. Hadhi hiyo maalum, serikali inatarajia kutoa upendeleo maalum ikiwa ni pamoja na kuweza kurudi yaani, kurudi Tanzania kirahisi na kuweza kunufaika na fursa mbalimbali za kiuchumi tofauti na wageni wanaokwenda kwa matembezi tofauti. Ndugu zangu, Watanzania wenzangu, napenda kuwafahamisha kuwa katika kipindi chote cha historia, uhusiano kati ya Tanzania na mmoja wa falme za Kiarabu umekuwa wa kipekee tumeshuhudia mafanikio mengi na makubwa ikiwemo ushirikiano wa kibiashara, utamaduni na maendeleo ya kijamii. Aidha, hivi karibuni tumeadhimisha miaka hamsini ya mahusiano ya kidiplomasia ambayo yalifanyika hapa Umoja wa Falme za Kiarabu wiki ya kwanza na wiki ya pili ilifanyika Tanzania katika mwezi Desemba 2024. Umoja wa Falme za Kiarabu Chamber of, of Commerce Dubai iliweza kupeleka makampuni zaidi ya 30 nchini Tanzania katika wiki hiyo ya kuadhimisha miaka hamsini ya kidiplomasia. Umejisikiaje kama Mtanzania kualikwa na balozi mwakilishi wa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya iftari? Kusema kweli nimejisikia vizuri sana. Ndio, na nitatoa shukrani pia kwa ubalozi kwa ujumla kwa kutukumbuka nasi, mm, kama Watanzania tuishio Dubai Yeah. Na kama Watanzania tunafanya biashara bia Dubai. Shukuru dubaishukuru kwanza uh, serikali yetu yeah, kutipa fursa sisi Watanzania walitinizaliwa Dubai yeah. Especially mama na Air Tanzania yeah, kusaidia kutafuta Watanzania yeah, kuapa tenda ya kufanya kazi hii. Futari ya leo is the best. Chakula kitamu na kilikuwa kingi na tumetosheleza watu kwa pamoja cha kuambia Tanzania wenzetu ambao wapo uh, chini UAE yeah. Ni kuendelea kuwa na ushirikiano wa karibu sana mm. na ubalozi yeah. Na sisi wenyewe kama Watanzania tunaoishi nje nchi yeah. Ni vizuri sana kuwa na umoja ushirikiano mm. Ili tuweze ku, kuendelea kudumisha Uh, taifa letu la Tanzania tumefurahi kuonana wote, sisi ni wote ni ndugu ni kitu kimoja wote. Safi sana. Na Mungu awabarikie inshallah, inshallah. Tuendelee kila mwaka tuendelee na kitu namna hii inshallah. namnahiinsh uh, ni fursa pekee kwanza, na na ni kipekee zaidi uh, ukiangalia kama jumuiya wa Tanzania na ubalozi kuliona hili na alika hapa kwa hmm, iftar kwa hmm, ajili ya Watanzania wote tunaoishi hapa UAE ambao ni wamiliki wa, wa biashara tofauti. Nipende pia kumshukuru Mheshimiwa Balozi kwa kutukaribisha kuweza kushiriki iftar hii kwa pamoja. Ni fursa adhimu na muhimu sana kwani kwa shughuli kama hizi, basi tunaweza kufahamiana, kubadilishana mawazo, kuzungumza kuhusu fursa mbalimbali lakini mwisho wa siku nia ni moja tu, kuweza kujenga mama Tanzania. Yeah. tumefarijika sana kuona jinsi wenzetu wana diaspora walivyoitikia yeah. mwaliko wetu wa futari yeah. tulikuwa hatutarajii turnout kubwa namna hii, lakini tunashukuru kwamba imekuwa ya mafanikio sana kwa sabiri.